Habarini na karibuni tena kwenye mfululizo wa uh, taarifa za afya tunazozitoa hapa. Naitwa Dkt. Faraja Magwesela, ni daktari bingwa wa upasuaji katika Hospitali ya Rufaa ya Nkinga. Leo napenda kuzungumzia suala lingine la kiafya ambayo watu wengi pia wanapata changamoto hii, na nini changamoto ya bawasiri, hemorrhoids kwa lugha ya Kiingereza. Tutaelezea ya shida hii ni nini inasababishwa na vitu gani na ni vitu gani ambavyo tunaweza tukavitumia aidha kuepuka shida hii na matibabu ambayo pia yanaweza yakafaa kwa changamoto ya bawasiri, lakini pia tutazungumzia pia uh, complications au changamoto ambazo zinaweza zikatokea uh, baada ya matibabu. Bawasiri zenyewe huwa ni uh, mkusanyiko wa mishipa ya damu ambayo ipo kwenye sehemu ya haja kubwa. Sasa kila mtu ana mishipa hii ya damu kwa hiyo sio uh, sio ugonjwa pasei, lakini kwa baadhi ya watu unakuta mishipa hii ya damu inakuwa ina jana damu uh, damu inakuwa inashindwa kurudi kwenye mfumo wake wa kawaida, na ndipo bawasiri hizi zinapotokea kama uvimbe kwenye sehemu ya haja kubwa. Sasa kuna aina mbili ya bawasiri, kuna bawasiri za ndani na kuna bawasiri za nje kwa lugha ya Kiingereza ni kwamba kuna internal hemorrhoids na external hemorrhoids, ambazo zinaweza zikawa uh, simple zinaweza zikawa na complications zile. Sasa aina hizi mbili za bawasili zina viashiria tofauti, yani zina symptoms tofauti tofauti. Mgonjwa anaweza akaja na malalamishi tofauti tofauti. Bawasili za ndani mara nyingi huwa hazina maumivu. Na wagonjwa mara nyingi huja na tatizo la kutokwa na damu sehemu ya haja kubwa hasa baada ya, ku, ya, ya choo kutoka. Kwa hiyo hii ni dalili mojawapo ambao watu wengi sana wanalalamika, na ukiona dalili hii, most likely una bawasiri za ndani. Bawasiri za nje yenyewe mara nyingi husababisha maumivu, inaweza ikatoa damu, ingawaje ni mara chache sana inaweza ikafanya hivi, na mara nyingi una ukiona kwamba zinakuletea maumivu ni kwa sababu aidha unakuta kuna damu ambayo imeganda kwenye bawasiri hizi na hivyo ndio zikaweza kuleta maumivu hayo unayosikia sasa ni vitu gani ambavyo vinasababisha bawasiri kutokea mara nyingi watu ambao wanakuwa na afya duni ya mfumo wa chakula ndio wanapata uh, bawasiri ninazungumzia nini hapa unakuta aidha mtu unapata choo kigumu mara kwa mara au hupati choo mara kwa mara yaani, kwa kawaida tunasema kwamba mtu angalau kwa wiki anatakiwa aende at least chooni mara tatu mara nne kwa wiki nzima. Kwa hiyo mtu anavyoenda chini ya hapo tunasema kwamba ana shida ya constipation ambayo basically ina maana kwamba hapati choo, choo mara kwa mara. Lakini kuna watu ambao wanapata choo uh, mara kwa mara lakini unakuta choo ni kigumu sana, kwa hiyo ina maana mtu anabidi atumie nguvu nyingi sana ili kuweza kusukuma choo kiweze kutoka. Kwa hiyo ukiweka vitu hivi hapa vinachangia mishipa hii ya damu kuwa lose, yani ikose nguvu, na bawasiri kutokea kama uvimbe kwenye njia ya haja kubwa. Kwa hiyo mtu utaona uvimbe, lakini pia kama nilivyosema, unaweza uh, ukapata kutoka la damu kama ni bawasiri za ndani lakini pia unaweza kuwa na maumivu kama uh, kuna damu ambayo imeganda kwenye uh, bawasiri hizi hapa. Sasa ni vitu gani ambavyo unaweza ukafanya ili uzuie kupata shida hii? Sasa kama nilivyosema, watu ambao wanakuwa na afya duni ya mfumo wa chakula ndio wanapata changamoto sana ya bawasiri, kumaanisha kwamba either unapata choo kigumu au upate choo mara kwa mara. Kwa hiyo ukianza kuboresha afya ya mfumo wako wa chakula, kwa mfano kuhakikisha kwamba unakunywa maji ya kutosha, kuhakikisha kwamba unapata chakula ambacho kina faiba nyingi. Faiba ni nyuzi nyuzi ambazo zipo kwenye chakula, hii inaweza ikasaidia kulainisha choo, lakini pia kukufanya kwamba upate choo mara kwa mara na usio unajikaza unapoenda chooni. Sasa vyakula ambavyo vina faiba, viko nyingi, viko vingi, ni vitu kama mboga za majani kuna matunda ambazo pia zina faiba nyingi, kwa mfano kama papai, maparachichi, pia vitu kama machungwa pia. Hivi ni vitu ambavyo vina faiba zaidi tofauti na, na matunda kama tikiti maji, ambayo basically yana maji mengi sana, lakini yana content ya faiba ambayo sio sio nzuri sana. Kwa hiyo ukiweza kuboresha afya yako ya mfumo wa chakula kwa kutumia maji kama nilivyosema na vyakula ambavyo vina nyuzi nyingi sana, hii itaweza kukusaidia lakini pia kama una matumizi ya nyama uh, uh, unu, like nyama kwa wingi sana, hii inaweza ikachangia pia choo kikawa kigumu. Vyakula pia kama wali uh, na um, na ugali labda wa, sembe ambao umekobolewa hivi ni vitu ambavyo havina nyuzinyuzi nyingi sana, kwa hivyo vinaweza vikasababisha choo kikawa kigumu na kukusababishia shida ya bawasiri asili sasa kuna vitu vingine pia ambavyo unaweza ukavifanya pia kujaribu kuepuka uh, shida ya bawasiri. Kwa hiyo unakuta kuna watu ambao eidha unakaa uh, muda mrefu sana ukiwa kazini au uh, ukiwa nyumbani ina uh, maana hautembei tembei ufanye mazoezi. Lakini pia uh, kuna watu wengine pia ambao wanaweza kupata bawasiri pia ni watu ambao unakuta uh, either wana tunasema kwamba presha ya tumboni ni kubwa sana. So aidha hey, unakuta ni watu ambao na, ni wajawazito au watu ambao wana uzito wa kupitiliza. Pia hawa ni watu pia ambao wanaweza kuwa kwenye hatari ya kupata changamoto ya, ya, ya bawasiri. Kwa hiyo unavyoona uh, changamoto hizi ni kwamba kuna vitu ambavyo mtu unaweza ukaviboresha kwenye maisha yako, lakini kuna vitu vingine ambavyo nii um, ni ngumu sana kuviboresha. Sasa kwa mfano vitu ambavyo vinaweza kuviboresha ni kwa mfano kama lishe yako, unaweza ukaboresha. Muda unaotumia kukaa kazini ama nyumbani, unaweza ukauboresha kwa kufanya mazoezi mara kwa mara, na hii pia inasaidia mfumo wa chakula wa kufanya kazi, kumeng'enya chakula vizuri, na chakula kitoke, uh, uh, ambacho sio kigumu, lakini pia uh, inakusaidia pia wewe kuto kusukuma choo um, sana, na pia bawasiri uh, pia hapo inakuwa umeiepuka pia hasa matibabu ya bawasiri yanategemea na aina gani ya bawasiri ilipo. Kama nilivyosema awali, kuna aina mbili, kuna bawasiri za ndani, lakini pia kuna bawasiri za nje. Lakini pia itategemea na athari zako wewe mwenyewe kiafya, unavyojisikia, kwa sababu kuna watu ambao unawakuta kweli wana bawasiri lakini haziwaletei athari yoyote ile kwenye mfumo wa maisha kwa hiyo tutaangalia ni aina gani ya bawasiri ilionayo, lakini pia inakuathiri vipi wewe kwenye maisha yako ya kila siku. Sasa bawasiri kama nilivyokuambia, kuna bawasiri ya ndani. So bawasiri ya ndani yenyewe pia ipo kwenye makundi manne, kuna kundi la kwanza mpaka kundi la nne. Kwa hiyo kuna watu ambao mara nyingi watakuja kwa daktari, wanasema kwamba wanaona uvimbe wakati wa haja kubwa, na uvimbe huu unakuja na kupotea wenyewe. Kuna watu wengine wanasema kwamba uvimbe huu uko wakati wote, lakini wanaweza wakausukuma kwa kwa kidole ukarudi ndani. Lakini pia kuna ile bawasiri ambayo unakuta ni yenyewe ina henga wakati wote inatoka tu, lakini haiwezi ikarudi. Kwa hiyo kuna aina nne za bawasiri za ndani na matibabu yake yanategemea. Sasa kwa aina ya kwanza na aina ya pili ambazo basically uh, so aina ya kwanza ina maana ni bawasiri ambayo ipo kwa ndani na ni ngumu sana kwa mtu kuiona, pamoja na bawasiri ya pili ambayo inatoka wakati mtu anapopata haja, lakini inarudi yenyewe. So hizi mara nyingi tunaweza tukatumia tunasema lifestyle modifications, ambayo ni mabadiliko ya tabia ya ya mtu, kama nilivyosema, kuhakikisha kwamba unafanya mazoezi ya kutosha na kuhakikisha kwamba unaboresha afya ya mfumo wa chakula. Hii itakusaidia sana. Uh, kuepuka uh, kuepuka kuepuka um, haja ya matibabu mengine ya, ya ziada kama chako, ya upasuaji ambayo yanaweza kuhitajika hapo mbele kwa. Ukiwa na bawasiri ya ndani aina ya kwanza na ya pili, mara nyingi lifestyle modifications ukatumia kama nilivyosema, na usihitaji matibabu mengine ya ziada. Kwa hiyo kaboresha tu chakula chako, kaboresha namna ya mtindo wako wa maisha na vitu vikaenda vizuri. Sasa kwa bawasiri ya ndani aina ya tatu na aina ya nne Uh, hizi ni unakuta bawasiri ambazo zinatoka nje mpaka mtu aweze kuzirudisha mwenyewe au uh, aziwezi zikarudi pamoja na ile bawasiri ya nje, hasa kutegemea na adha ambazo mtu al alizonazo kwenye maisha yake ya kila siku. Mara nyingi tunaweza tukapendekeza mchanganyiko um, aidha wa mabadiliko ya tabia pamoja na upasuaji wa wa kuziondoa wa ku, wa ku na, sasa upasuaji upo wa aina tofauti tofauti kuna mpasuaji ambao tunaweza tukafanya wa kuzitoa kabisa kwao, tunachana sehemu ya ya ya haja kubwa na kutoa mishipa hii ya fahamu, lakini pia kuna kitu ambacho kinaitwa rubber band ligation ambayo daktari anaweza akaingiza, um, ni kama bendi ambayo basically inasaidia kukata uh, um, huo, huo, huo mfumo wa, wa, wa damu na mgonjwa um, akaendelea vizuri. Lakini pia kuna matibabu mengine ambayo daktari pia anaweza akachoma dawa kwenye hizi bawasiri na bawasiri zika, zikaisha kwa aina hiyo. Kwa hiyo kuna na, aina tofauti tofauti ya upasuaji ambao unaweza ukafanyika kwa ajili ya shida ya bawasiri, lakini cha muhimu sana kwenye matibabu, ili matibabu yawe na ufanisi kikubwa, huwa ni kubadilisha mtindo wa maisha kuboresha um, mfumo wa afya mfumo um, wa, uh, um, wa, wa chakula mfumo wa afya ya chakula, kwa kuhakikisha kwamba unakula vyakula ambavyo vina nyuzi nyuzi nyingi sana, unakunywa maji ya kutosha, lakini kiwa unafanya mazoezi pia ya kutosha. Hii inaweza ikakusaidia sana, ila hata kama umefanyia upasuaji au ujafanyia upasuaji au umetumia dawa zingine zozote zile. Sasa matibabu ya bawasiri kama nilivyokwambia, unaweza ukafanyia upasuaji so um, upasuaji mara nyingi uh, kama nilivyokuambia, tuna mostly tunafanya kwa watu ambao wana unakuta, bawasiri zinazoathiri kwenye maisha ya kila siku, kwa sababu upasuaji kama upasuaji yenyewe pia unakuwa una athari zake. Sasa inategemea na na, na na daktari anayefanya upasuaji huo. Kwa hiyo kuna baadhi ya watu kwa bahati mbaya unakuta either daktari hajafanya kazi vizuri, kwa hiyo anakata zile misuli ambazo zinasaidia kucontrol haja kubwa. Kwa hiyo mtu unakuta baada ya kufanya upasuaji unakuta choo kinatoka chenyewe, au unakuta na jamba bila yeye mwenyewe kujua. Kwa hiyo hiyo ni kati ya maafa ambayo inaweza katokea baada ya upasuaji, lakini pia kuna watu wengine ambao wanapata michubuko pamoja na maumivu makali baada ya upasuaji, lakini pia kuna of course, kuna damu kutoka na na vitu kama hivyo. Kwa hiyo unapopangiwa kufanyia upasuaji, hakikisha kwamba daktari anayekufanyia upasuaji ni um, ngumu sana kukueleza, lakini basically ni ni mtu kweli anayefahamu upasuaji anaofanya, ili kuweza kuepuka adha kama hizi. Kama nilivyokuambia, kunaweza kuwa na athari kwenye kwenye mishipa ya ambayo inasaidia kukontrol choo. Kwa hiyo mishipa hii ikiathiriwa, mara nyingi upasuaji wa kutengeneza inakuwa ni gharama lakini pia mgonjwa anakuwa na adha nyingi sana kwenye maisha yake. Kwa hiyo hakikisha ya kama nilivyokwambia, jambo la kwanza ni kuzuia kutokupata bawasiri kwa kufanya mabadiliko ya tabia na hiki kusaidia. kama imeshatokea, unaweza kuanza na tabia hizi pia zikakusaidia. Kama tatizo linaendelea unakaribishwa kumwona daktari bingwa upasuaji ili aweze kukuangalia vizuri na akupe matibabu yanayofaa ya ili kuweza kuepuka hata zinazoweza kujitokea baada ya upasuaji.